Ukosefu wa maarifa sahihi ya Mungu ndio chanzo cha matatizo mengi duniani, hasa maarifa ambayo tunapaswa kuyachota asubuhi kabla hatujafanya chochote. Kuna matatizo mengi na matatizo makubwa. Matatizo makubwa chanzo chake sio ukosefu wa maarifa. Matatizo makubwa chanzo chake ni ukosefu wa hekima. Sasa hili nisikuchanganye, kuna tofauti kati ya maarifa na hekima. Maarifa ni taarifa sahihi ambazo mtu anazipata. Hekima ni application, ni uwezo wa kutumia hizi taarifa kuziweka katika vitendo na vikaleta matokeo makubwa kwenye maisha ya muhusika ambaye amepokea sasa maisha unayoishi ni matokeo ya makusanyiko ya taarifa ambayo zimekufikia. Sasa kuna au taarifa hizi nazita maarifa. Sasa kuna maarifa anayoumiza, maarifa umizi. Na kuna maarifa anayojenga, maarifa sahihi yanayojenga na kukusaidia. Tunakwenda kuangalia ile nguvu ya maarifa. Nataka unielewe vizuri, iko nguvu katika kupata maarifa sahihi maana itakuepusha na matatizo mengi lakini iko nguvu zaidi katika kuipokea hekima, power of applying the acquired knowledge, nguvu ya kuweka katika utekelezaji taarifa na maarifa sahihi ulioyapata. Biblia imejaa watu ambao walikuwa na hekima nyingi sana. Yuko, yuko mwanamke mmoja wa kutoka eneo la Tekoa alikuwa na hekima nyingi na uwezo mkubwa wa ku negotiate na kumpatanisha watu. Alipohitajika mtu wa kumpatanisha Daudi pamoja na mtoto wake Absalomu alipogombana, Yoab, mfuasi wa, bodyguard wa wa wa Daudi, alienda kumtafuta mwanamke wa Tekoa, mtu mwenye maarifa, mwenye akili, mwenye hekima, lakini mwenye uwezo wa kuya tumia yale maarifa yake katika vitendo. Usipopata maarifa sahihi ya neno la Mungu, kitakachokutokea utapata maarifa yasiyo sahihi, ambayo ni maarifa ya aina tatu tunakwenda kuyaona. Na maarifa haya yakikujaa, matokeo yake ni uchungu, maumivu, hasara na kubomoka katika maisha. Sasa wakati wa asubuhi kama ambavyo tumesoma Isaya hamsini mstari wa nne kwamba Mungu huwa anawaamsha watu asubuhi na mapema apate kuwafundisha. Sasa tofauti ya kwako na mtu ambaye akifundishwa na Mungu anafanyia kazi, yani, niseme, mafanikio ni ni ni, mafanikio ni, constant application of God's knowledge, ni ni matokeo ya kuingiza katika vitendo kwa mwendelezo, maarifa au au maarifa ya Mungu. Sasa kichwa chako ni kama bustani au shamba. Shamba lolote, hata usipopanda kitu chochote, kuna kitu kitaota. Yaani ukinunua shamba usipopanda, itaota magugu, itaota mbigili, itaota matango poli, vitu vitaota. kwa hiyo kwa hiyo Usipoweka maarifa sahihi ya Mungu katika wakati sahihi wa kupokea maarifa, adui atapanda vitu vyake. Hata Yesu alisema, hatukupanda mbegu njema, magugu yametoka wapi? Anasema usiku ulipolala, adui alikuja akapanda magugu kwenye shamba lako. Ulipolala ni wakati ambapo ukuweka umuhimu wa muda wa thamani wa kukaa na Mungu, wakati wa kuchota maarifa sahihi. Sasa nikupe siri moja, iko hekima isiyotoka kwa Mungu ni ipi hiyo? Yakobo 3:15, Yakobo 3:15 anasema hivi, hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu. Aha, kuna hekima ishukayo kutoka juu, na hekima inaitwa horizontal wisdom, ni hekima tu ya humu duniani, ujanja, ujanja Anasema hekima hiyo sio hekima ishukayo kutoka juu, ehe, anasema bali ni ya dunia. Moja, ya tabia ya kibinadamu. Hmm, mbili na shetani. Kwa hiyo hizi hekima tatu, kama una hekima ya Mungu, una hekima ya dunia, una hekima itokayo kwa binadamu na kuna hekima itokayo kwa Shetani. Hivi vitatu matokeo yake ndio unaona kuachana, talaka zimeongezeka. Hivi vitatu matokeo yake ndio unaona maisha ya wasiwasi na mashaka na hofu, huzuni na simanzi, na watu wakuwa wanasema watu wa Mungu. Lakini ili uweze kuwa mtu wa Mungu lazima ujawe na maarifa sahihi. Sasa somo la leo maarifa ili yakusaidie ya, ya kuepushe sio tu na matatizo mengi na yale mengine makubwa, lazima umwombe Mungu akupe uwezo wa kuyaweka katika vitendo. Uwezo wa kuyaweka katika vitendo Mungu nao huwa anautoa asubuhi. Ndio maana Yesu alitenda matendo makubwa kuliko mwanadamu yote aliyokuwepo pa duniani, kwa sababu alitumia muda ule wa asubuhi na mapema kuchota uwezo na uweza wa Mungu wa kufanya mambo kutoka kwenye yale maarifa ambayo aliyasoma katika maandiko. Ndio maana hakuna mtu aliyekuwa na uwezo wa kuongea kama Yesu. hakuna mtu afanya vitu kama Yesu. sasa Yesu akitegemea, na wewe utaiga hii tabia, akasema aniaminie mimi, kazi nilizozifanya atafanya kubwa kuliko hizo. Wanaofanya mambo makubwa kuliko Yesu ni wale ambao wataamua kukaa asubuhi na mapema na kutenga muda wa kusoma maandiko ambayo ni chanzo sahihi cha maarifa, lakini pia na kuomba uwezo wa kuyaweka katika vitendo. Uwezo huu tunaupataje? bila kujua hivi somo hili limekufa, bila kujua hivi somo hili halijatekeleza kile kilichokusudiwa. Yakobo, Yakobo, fungua kitabu cha Yakobo, um, Yakobo 1 mstari wa tano lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu. Haleluya, nirudie tena, ujanisikia vizuri. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei naye atapewa. Je, umegundua hata matatizo makubwa ya kiafya ulimwenguni tunayopitia ni matokeo ya upungufu wa hekima? Unajua asilimia tisini na tano ya magonjwa yote ulimwenguni chanzo chake ni akili. Ni hapa, ni maindi hapa, maindi hapa. Sasa Yesu wanasema By renewing of your mind, kwa kufanywa upya akili zako. Kufanywa upya akili unafanywa kwa hekima ya uwezo wa kutekeleza neno la Mungu, ili vitu vifanywe kuwa vipya, vitakuepusha na mambo mengi sana. Anasema mtu wa kwenu, wewe ni mtu wa kwangu, rafiki yako, mke wako, mtoto wako, mfanyakazi mwenzako, bosi wako, kiongozi wako wa serikali, akipungukiwa na hekima, na aombe afu anasema naye atapewa. Je, kama mimi, kuna kuna sehemu unaona unapungukiwa hekima? Kuna maarifa unajua mambo mengi ya Mungu, lakini kwenye kuyafanya yakawa ni hekima yenye kukuvunishia vitu bora kwenye maisha yako hakuna? Je, ni miongoni mwa wale watu ambao wanakuwa wakiroho sana siku ya ibada, lakini katika siku za kawaida unaendeshwa na hekima za kibinadamu, hekima za dunia na hekima za shetani za Mungu. Aa, unasema nataka uwezo wa kutekeleza yale ambayo Mungu ananifundisha, nataka hekima hii, nataka na hekima inapatikana kwa kuomba. Nami ni kualike, tuombe. Baba, asante kwa ajili ya kipindi hiki kizuri na mtoto wako amesikia. Sasa ninaomba ufanye mambo yafuatayo, sawa sawasawa na neno hili la moja tano Yakobo, mtoto wako ameomba hekima hekima katika utafutaji, hekima katika kukontrol baraka unazompa, hekima katika kuendesha familia, hekima katika kukwepa mitego ya shetani ambayo imemzunguka. Lakini Mungu, kuna vitu anapitia anaumia, amepoteza kwa sababu aliishi kwa hekima za kibinadamu, hekima za kidunia na hekima za kishetani. Katika jina la Yesu, tangu sasa ninamtangazia yuko huru, yuko huru dhidi ya mateso ya matokeo ya hekima potoshi na hekima mbovu za kibinadamu za dunia na za Shetani. Bwaba mpo, mpe hekima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu pokea hekima, hekima katika familia, hekima katika ofisi yako, hekima katika usimamizi wa fedha. Bwana na akupe hekima katika mahusiano na watu wanaokuzunguka, akupe hekima